Shagundua kumbe mpango wenu kuja ukaa kwenye hii nyumba, shagundua, sangoja tutaanyosha vidondakanikwambie kitu, kitu gani, mama? Mjomba nako amekubaliana kukaa katika ile nyumba. Alafu mimi mi sitaki kukaa kwenye nyumba babtakaka kwa babu. Mungu wangu, kuna mtu mwingine yote umemwambia? Ah, zaidi yako wewe Yesu. Sawa, usijali. Hmm. We nenda, mi nitajua cha kufanya. Sawa, mimi nakubariki hapa. Habari yote dadangu. He. Kaka, nasikia wale watoto wanataka kuhamia kwenye ile nyumba. Kwenye ile nyumba? Habari zimpata wapi dadangu? Pole. Nimeambiwa na mjukuu wangu Neli. Neli kasipata wapi? Nasikia wamekaa kikao na mtoto amewasikia wamekubaliana. Ujua tata kijana hawa, atutalia tutalia ubwabwa, nimwambia mpaka 40 ishe ndo amia ile nyumba. Yaani mimi mwenyewe hapa sielewi nishachanganyikiwa sijui hata cha kufanya. Ah, sasa nikwambie kitu, kaka. Mi naona tunyanyuke twende kule, ujua tusakosa, ujua akili ya wanawa mishandeakabanice ah. Mtoto jamani, mbona mko hivyo jamani? Nifunye, mna akili kweli nyinyi? Tulisimaje kwenye kikao pale? Tulisema nyumba msiamie mpaka arubaini ishe. Yaani, wao watoto ni wabishi wabishi wabishi. Mimi hata sijui tufanyaje. Washali kuruga washali kuruga. Na usiniangalie wewe hata kama kiapoza. Tulisimaje kwenye kikao pale? Hebu mtazame na huyu eh? Na umeungana na ndugu zako. Usinakiri wewe kofia kwa hiyo dilofa. Tuliongeaje pale? Hafa, nilikuwa na mtu na, na, na wa maana, una akili kweli, na kumbe bugasi wewe. Nilikuwa nakuaminia kabisa, una akili kuliko hawa, na umejiunga wanginywzake timtimu kanu gunu. Kikuja n'n tondoke, tochanganya nasikilizeni, ni niwaambie lolote litakalowakuta huko ndani, msije kutuambia. Mtapambana wenyewe, wajinga wakubwa, wangalie sura kavi ng'ongo. Weo, no, Shachelewa, tumeharibu kila kitu sasa tunafanyaje? Basi inabidi tuambie wakachukue labda ule mzigo. We tulia, wakende kuchukua ule mzigo. Tumeharibu masharti sisi wenyewe, wache vilevile wakae hata kitu kashida yote tuvumilie. Mimi nishaambia ale mpaka 40 ishe, ndo akakae kwenye ile nyumba. Wale wabishi kama ruba, unajua ruba kingania kwenye kwenye kitu vya atoki, ndo wale tuwache. Wewe vichwa si boksi, wacha ka vile vile tukusema, tuwaelekeze tu, tu sasa hivi. tunalibwa shati hadi sisi, si wenyewe mimi ndo kakaako. naomba nisikilize, kama mbwai mbwai kama ja shamwagika shamwagika, ya zoleki tuwacha pambani vile vile mpaka arobaini ishe ndio tutaelekeza. sawa kaka, sasa mimi nitasemaje sasa? Ndio, ndiyo mimi ndo mkubwa, nisikilize mimi, ndo nimekula chumvi nyingi. Wewe nenda kapumzike, dada yangu <tuhi> Come down. Come down kwanza. Nieleze kwanza huko umeona nini? Mimi mtani nimeingia. Nimefunga mlango mara ya kwanza. Umejifungua. Nikajua labda kitasa akija bana vizuri, mara ya pili, mara nne. Sasa nageuka hivi naliona jitu, sijui jini si shetani, mimi hata sielewi. Sawa so, bure. Wewe jitu hatari lakini, si mipoda si zeru zeru lile. Hebu hebu hebu ngoja kwanza kwanza. Hebu ngoja kwanza mke wangu. Utuliza kwanza mtani. Lakini mke wangu, mimi nimekuachia shingi ili ununue vitafunio, vitumbua pale kwa mama nani, mama Ibra yule, vitumbua 20 ili ule wewe, unywe chai mke wangu, ushibe. Na kujua wewe, ukiwa na njaa, kichwa kinakuwa kitulii. Sasa usije ukao umenunua 10 buku, umeweka ili ukalipe mchezo. Mimi nimekula nimeshiba, ila ndani, mimi nimeona mtu. Nimefunga yani mlango karibia mara tatu, si mara nne, nimefunga mlango unafunguka? Wewe mama, wewe mbona unaletea habari za picha movie, wewe masuala ya mizimu, wewe na kalenda hii, wapi na wapi? macho misukuli wewe, macho hakuna misukuli, wapi na wapi bwana. Eh, hebu twende ukanionyeshe huyo, sijui mimi si nipo. Twende twende wewe, ukanionyeshe hiyo mizimu bwana. Mzimu, mzimu wapo wapi? Upo wapi mzimu? Well, ah, sawa kati mm, uh, si tuandikie maji kati, wewe ndugu mlango si ndio huo. Sasa mbona haufunguki? Si huo, si huo jamani, mlango. Mimi mke wangu, nimekwambia wewe, mimi umenimisi mlango, si huu umefunga na hivi sasa ni vizima. Ukijua wewe, mimi umenimisi sema basi ito. Kwa sababu ndio hivyo, tuna nini? Mlango si huu, lakini jini, jamani, mlango mzuri si huu? Haya, huu. Mpaka na kufungua mimi si huu mlango, mna nani? Mke wangu bado umenimisi bwana, twende ndani nikaanguka mara ya kwanza. Nikaenda nikafunga, nikajua labda hicho kitasa kibovu. Mara ya pili tena nimefunga, umefunguka. Nikaita hapo, jamani, hapa kuna mtu? Mara ya tatu hivi yangu nimeita, hapa kuna mtu? Nimefunga, he, umejifungua. Kwanza nikakaa nikashangaa, jamani, hii ee, nyumba wewe ina mizimu hivi? Sijakaa sawa, nakwambia kitu kimenipitia shwa, yeye utafikiri. Yani sijui mzimu mimi, hata sielewi nyumba ina nini? Wewe koma Homa hivyo una macho gani? Yako na mzimu wewe? Yani nyumba hatujakaa yani hata wiki moja tu na ushaanza kuona marueruo hivyo, unajielewa kweli wewe, au umetumwa na wewe mme wako uje kunitishia tishia? Na kwa taarifa yako, sikiza, nikwambie, sitishiki na siogopi kama mchawi. Ukome kamloga, wewe wewe mme wako ulozoea kum, kumwekea mwekea mandumba, lakini sio mimi. Na ulienda wapi? Ndo kwanza wageni kwenye hii nyumba ushaenda kupuyanga na ushapata marafiki hivyo, una akili kweli wewe? Tena jamaza na ukome, hii nyumba ya ulisi ni ya kwetu sisi, wewe ikuhusu. Sijui unanielewi. Shika labu yako, koma. Tena naona hapo shangi fluge amata toka. Toka. Nenda kamwambie na yo kisituli wako. Mkome, yani kama akakutuma. Sawa so, basi. Ukome amesha kitu gani? Yana hapa yaishi mpaka yaishe. Mtizame kwanza. Mchawi wewe, umetumwe? Na mpweyo nyumba yenu sipajiangalia nitakuja nikutoa wewe na wewe mume wako. Mshenzi nini wewe? Ona embe mzimu mzimu.